Bwana Yesu apewe sifa. Aa, kwa majina yangu ninaitwa Askofu Moses, natokea hapa Tabora. Naomba nichukue nafasi hii ama fursa hii mimi kama askofu kutokea hapa Tabora kwa haya ambayo nimeyasikia na kuyaona kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na yanayoendelea kwa habari ya Askofu Wajima kule Dar es Salaam. Kwa masikitiko makubwa, uh, tumepokea taarifa hizi kama wenzetu katika ushirika wa kujenga mwili wa Kristo kwa kuona kanisa lake limefungiwa na bila kuwa na sababu ya aina yoyote ile ambayo inapelekea kulifungia kanisa hilo. Aa, kama kiongozi wa kiroho nipende kusema jambo hili ni baya na halifai, kwa sababu kama wameanza kufunga kanisa la Askofu Gwajima hatujui kesho litakalofungwa ni kanisa la nani, na kwa sababu walizozisema ni kana kwamba anaingilia masuala ya kisiasa ndani ya, ndani ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kanisa hii ina maana ya kwamba tusihubiri kile ambacho Roho Mtakatifu anataka tukihubiri. Hatujui mahubiri ya kisiasa yapoje, na hatujui mahubiri ya kimungu yapoje. Tunachojua ni kwamba kile ambacho Mungu anataka sisi tukiseme, kwa wakati fulani huwa tunakisema. Sasa kulifunga kanisa la Gwajima, hii inapelekea taharuki hata kwa washirika waliokuwa nao, kwa sababu washirika hawajui wanakwenda wapi Tuombe serikali na mamlaka iliyohusika, pamoja na mambo mengine, waruhusu huduma za kiroho ziendelee huko, wakiwa wanashughulikia yale masuala yao ambayo wamemwambia wame Askofu Gwajima aliyafanya kwao. Niombe serikali pamoja na wizara husika, kanisa la ufufuo na uzima liendelee na huduma za kutoa kiroho waendelee na, na taratibu zao za kiibada kama zilivyo kawaida, huko wakiendelea na mambo mengine ambayo wanasema ni ishu za kisiasa ambazo Askofu wa jima pengine alizitoa kwenye madhabahu yake. Kutoa tamko fulani kwenye madhabahu haimaanishi kuifunga taasisi nzima. Ninalaani vikali maaskari kuwapiga waumini askari kuwapiga washirika walioko ndani ya kanisa, kupiga mabomu, kupiga risasi na na kuleta taharuki ndani ya nyumba ya Mungu. Jambo hilo ni baya, tunalilaani sisi kama kanisa, na sisi kama askofu tunalilaani vibaya sana. Jambo hili halifai. Watu wengine walikuwa ni wagonjwa, wengine walikuwa wamekuja kwenye maombi lakini kitendo cha askari kutumia nguvu kuwatawanya watu, kurusha mabomu, kupiga risasi, jambo hilo ni baya. Kanisa lile si waalifu, wale ni washirika waliokwenda kwenye ishu za kiroho, walikuwa hawajui kinachoendelea. Kwa hiyo jambo hilo halifai, halifai, halifai.